Sheikh Abubakar fuqaha ulamaa zetu wote wanatafawutisha mtu mali yake haram na mtu kusalia miskiti mfano mimi nimeiba hii mm -hmm. hii joho ni haram so. lakini ni misalia kanzuhinina joho mm -hmm. je sala ni batili bati au sala itasihi sala inakubalika mm -hmm. inakubalika kwa nini? Sharti ya sala mtu um, um, ajistiri aj, achukue aj, wudhu alake kibla, yani masharti yake ya, mshaka kamilika. Nguo wamevaa ni haram, labata haramu, nimeiba ile nguo au ingine, mimi nimevaa nguo ambayo katika hariri, na nguo hariri haram kwa wanaume wa Islam. Tayeb. Au mtu mwanamuslimu kijana kavaa dhahabu. Ndio, ikawa dhahabu kwake haram, lakini amesali sala zake imetimia Manake sharti yake sheria imeweka imetimia. Sasa mtu kama anajenga mali haramu kwa msikiti, yeye atapata dhambi na hatapata katika ile msikiti kujenga thawabu kabisa, lakini watu wanaosalia ndani ya msikiti hili sala zao hazina shida, ni sahihi. Isipokuwa ulama wanasema kama mkubwa wa nchi, mufti au sheikh kubwa, alim, na huyu jamaa anajulikana mali yake ni, anachunga katika haramu, ana kiwanda cha pombe, mali yake yote riba au yeye kawaida anabila muziki yani kachunga kwa, kwa mali hii kabata kwa njia ambayo haram ni yuko kwa wazi hiyo, na mtu mkubwa kusali kule sio haram hmm. Jamani, kama wale atamba huyu jamani sapoti kama huyu mtu mkubwa Sheikh Mufti atakiwa asiende kusali msikiti ah. Sio kawaidi haram so, maanae maslahi ingine watu wote

kwamba wako hai mm. Bali lazima kama anadaiwa deni alibe haraka, sio kama atakufa atakosa kumsalia mtume. Kumsalia mtume ni, ni, ni, ni, ni sharafu kubwa nalua, na dua yake inakubalika mm. Sasa kama mtu mkubwa shekh mkubwa hajai na msikitini kusalia uh, inamba watu hata huyu jamaa mwenyewe atasikia vibaya uh, Sijui umeelewa vizuri? Ndio shekh, naam, sawa sawa.